Asante Mheshimiwa, karibu kwenye banda letu. Sisi ni INADES Formation Tanzania, sisi ni NGO tunajihusisha katika masuala mbalimbali ya kijamii, lakini pia tunazo shughuli zinazohusiana na utunzaji wa mazingira. Tunafanya kazi katika mikoa mbalimbali mbali, lakini kwenye utunzaji wa mazingira tuko mkoa wa Dodoma na Singida, na tunazo shughuli mbalimbali ambazo zinahusiana na utunzaji wa mazingira kama upandaji miti mpaka sasa tuna jumla ya miti zaidi ya laki moja na themanini ambayo tumeipanda wilaya ya Kondoa na Chemba, lakini pia tumewafikia zaidi ya wakulima laki sita na arobaini katika wilaya nne ambazo tunafanya kazi, na hapa mbele yako hizi ni baadhi ya shughuli ambazo tunazifanya zinazohusiana na utunzaji wa mazingira. Hii ni asali ambayo tumeitoa wilaya ya Chemba kwenye wakulima, na hawa ndio wakulima ambao tunafanya baadhi na wanajihusisha kwenye ufugaji wa nyuki, na hizi ni asali ambazo wamekuja nazo baada ya kuzivuna. Tunawajengea uwezo katika uzalishaji wa mbegu za asili ambazo zinakabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mbele yako mheshimiwa, hizi ni mbegu za maboga ya asili, ziko sampuli mbili tuna nafaka mbalimbali mbali, kama mtama, uwele lakini jamii za mikunde na mboga mboga. Na kipekee, mheshimiwa, sisi ni wadau wa watetezi wa ustawi wa wanyama kazi. Tunafanya kazi kwa kushirikiana na Wizara ya Mifugo na tuna utetea ustawi wa mnyama punda. Ana mchango mkubwa sana katika utunzaji wa mazingira lakini pia katika kuisaidia jamii kwenye shughuli mbalimbali wanazozifanya. Kwa hiyo tunao mradi wa ustawi wa mnyamapunda na hiki ni kitabu ambacho tulikizindua siku ya punda duniani ambayo maadhimisho yalifanyika katika wilaya ya Chemba. Wilaya yetu tunaofanya mradi pia. Kwa hiyo yoyo, karibu mheshimiwa na tutakupa zawadi ya kitabu cha mnyamapunda. Sisi ni watetezi kwa sababu ana mchango mkubwa sana katika jamii, lakini pia mnyama huyu walikuwa hawamjali, lakini sisi tumetambua mchango wake, ndio maana tunatetea ustawi wake kwa kuelimisha na kuhakikisha kwamba anakuwa salama. Karibu sana mheshimiwa. Haya, hongereni sana. Nimefurahi pia kadiri ninavyozunguka kwenye haya mabanda na napata kujifunza vitu vingi. Karibu sana mmoja. E, nilikuwa sijui kwamba kuna siku ya punda duniani. Ipo mheshimiwa, na kwa staili hii tutafika wakati tutakuwa tuna siku ya kuku duniani, siku ya bata duniani <laughs> lakini nadhani <laughs> kwa nini, um, najua kwa nini mmeweka siku ya punda duniani Ndiyo. kwa sababu mchango wa punda sio mchango wa kuku wala sio mchango wa bata Ndiyo. punda unaweza ukambebesha hata madumu ya maji kutoka sehemu moja kwenda nyingine, akusaidia punda. unaweza ukamvisha jembe ya kalima Ndiyo. kama vile ng'ombe Ndiyo. punda unaweza ukamtia, ukamvisha gari ile akabeba mizigo ya kawaida, makuni, mamichele, madegani Ndiyo. of course nadhani ndio mkao, lakini pia Ndiyo amekuwa anafanya kazi hiyo, lakini thamani yake kwa jamii imekuwa ndogo kabisa, imekuwa eh, ndogo. Ndio zile fadhila za punda, maana yake anafanya kazi kubwa, lakini fadhila zake ni ndogo, ndio maana mkaika siku hii. Kwa hiyo nimejifunza kitu hapa kwamba tuna kila sababu ya kuwatunza na kuwahifadhi wanyama hawa kwa sababu wamekuwa na msaada mkubwa, na sometimes hmm, unaweza kukuta msaada wake ni mkubwa kuliko hata wa wa mtu wa kawaida wa binadamu wa kawaida. Eh, kwa sababu kazi anayoifanya na, lakini kikubwa nimejifunza kwamba mnaendelea Ndiye. kutoa elimu kusiana na Uh, mbegu hizi ni mazao gani kwa wakati gani na kwa mhula gani na kwa muda gani, mm. unaweza ukapanda Mdia. kwa zaidi ukizingatia kwamba mkoa huu wa Dodoma na mikoa mingine mvua Mdia. kidogo zinakuwa sio za mara kwa mara marakana pengine mvua uh, kwa mwaka mzima pengine ukapata mvua mara mbili au whatever au pengine isipite hata hiyo yeah. au ikapita kwa mapande mapande. Sasa ni vizuri mkawa mnawaelimisha watu kuhusiana na yeah. matumizi ya mbegu ambazo zinastahimili zina maathari ya ya mabadiliko ya tabia nchi, lakini vile vile mbegu hizi kwa sababu yeah. ni za asili yeah. mnawatengenezea wananchi mazingira ya kuweza kujua upatikanaji wa usalama wa chakula yeah. maanake ni mbegu ambazo zinaweza zikakaa kwa muda mrefu yeah. mahindi hayo pengine mbegu hiyo ukiiweka, maanake ni kwamba muda mrefu inakaa yeah. watu wanapata kutumia hata kipindi kile cha njaa au kipindi kile cha jua kali yeah. wanaweza wakatumia, yeah. lakini vizuri zaidi nimeona hapa mmekuwa na vitabu mbalimbali vitabu ambavyo vinaeleza hifadhi ya mazingira Diye. Nyuki, wanyama mbalimbali, kilimo, mifugo na mambo mengine. Kwa hiyo mimi niendelee kukupongezeni. Nimeona mshumia. hapa mna asali Diye. na hii ndio ile yenyewe hasa, maanake hii pia tunaweza tukasema pia ya kunanihilia, lakini hii ikiwa hivi, maanake tunapata imani kwamba hii ndiyo yenyewe zaidi, ingawaje na hii nayo ni, ni nzuri Diye. kwa sababu asali mi mtu wa mwituni pia, kwa hiyo asali naijua okay. Eh, of course hii iko vizuri zaidi. Kwa hiyo hongereni sana kwa kazi na... hii ni mbegu ya nini? Mchicha? Hapana, huu ni ulezi. Ha, ulezi ni ulezi. Na hii huu ni mtama, na huu huu ni mtama pia huu... hii ni mbegu ya nyonyo. Aha, nyonyo, -nyo, kastro okay. Dia. na hii hii ni mbegu ya uwele. hii, hii ni mbegu ya njugu Hizi ni njugu za asili, kuna sampuli hii na hii na hii, zote ni njugu. Njugu mawe, njugu mawe e, e. Na haya ni maboga, ni maboga. Na hii, hii inaitwa fiwi ni jamii ya mikunde ni jamii ya mikunde, mbaazi, kunde. na hizi ni kunde pia well, jamii tofauti yeah. okay. jamii zote hizi zinastahimili ukame na kanyee. Vijiji vyote vyote vya mradi tuna benki za mbegu nah. Okay, ya kwa mbegu hizi zinazalishwa, lakini zinatunzwa kwa ajili ya okay, vizazi vya baadaye. Ndiyo okay, okay. Haya, hongereni, asanteni na washukuruni sana, sana.